Kuanza kuungua kwa transfoma hiyo katika eneo la Sinza Palestina jijini Dar es Salaam kumesababisha wasiwasi kutokana na transfoma hiyo kupata itilafu ya kuungua moto wakati umeme haujakatika, hali iliyosababisha watu pamoja na wagonjwa waliokuwa wakitibiwa katika hospitali ya Sinza Palestina kuwa maki Baadhi ya madereva wa taksi wanaoegesha magari yao pembezoni mwa transfoma hiyo walipoona hali ikiendelea kuwa mbaya walilazimika kuzima moto huo kwa kutumia mchanga. kwa sugu ni miaka mingi sana tangu hospitali iko jengo moja ile transfoma hiyo ishabadilishwa hapo, lakini bado wanakuja, wanakuja Tanesco wanagusagusa wanaondoka, wakiondoka baada ya nusu saa inalipuka wana tena. Yani ni kila siku, hiyo haipiti wiki, nalipuka kila siku, nalipuka kila siku. Leo kuwa ni hatari kabisa. Transfoma hii imebadilishwa, ile ya zamani imebadilishwa, hii ni mpya, lakini tuna malalamiko katika shirika la Tanesco. Mafundi wa Tanesco wanakuja hapa, zile fuse ndio zimega wa umeme hapa. Kuna watu wana mabaha hapa, umeme ukikatika wanawaonga hela, ndio wanakuja kuunga ile fuse. Imefungwa kiujanja ujanja, ndio maana imepiga shoti, lakini wanakuja kuweka fuse zao kiujanja ujanja. Kila siku lazima wanakuja kugusa pale, wenye mabaha hapo wanawapigia simu, wanawagea hela, ndio wanakuja kuunga hapa. Leo limetaka kulipuka, sisi tumezima, kesho hatuzima kamba kwa Tanzania. Tuna sintofahamu, tumeambiwa lile la kwanza limekufa, tumetoa mashine mpya. Sasa tunashangaa hii mpya nayo imekuwa mbovu kuliko ile. Hii fuse zinaungua kila siku, hizi waya zinazoungua kila siku, kwa nini? Kwa hiyo Tanesco natakiwa wawajibike, wanatuletea vitu ambavyo umeshachakaa used. Katika eneo la Kawe Mzimuni, barabara ya Gofu, baadhi ya nguzo za umeme zimeonekana kulalia upande mmoja na kusababisha hofu kwa wakazi wa maeneo hayo, ambapo ITV ilipomtafuta mkurugenzi wa TANESCO Mhandisi Felchesmi Mramba, mbali na kuagiza wahusika wa vitengo vya dharura kufika katika maeneo hayo ili kutatua matatizo hayo haraka, ameweka wazi kuwa mfumo unaotumika TANESCO kwa sasa ausaidii taarifa kufika kwa wakati na kushughulikiwa Ijua. Lakini kwa mifumo hii ya kizamani maana tuna mifumo ambayo imefungwa miaka ya themanini. Kwa mifumo hii ni vigumu sana tatizo linapotokea kule kupata feedback huku kwenye substation. Sana sana wanachoweza kukiona ni kama line imezimika. Line ikizimika circuit breaker ina trip substation wataona kuna tripping substation. Lakini kama ni ni kitu kimetokea ni open circuit kule hiyo feedback huku wairudi na ni vigumu sana mafundi kujua. Mtazamaji, ni transfoma ambayo hiko eneo la Palestina Sinza, jijini Dar es Salaam, lakini kutokana na ubovu wa transfoma hii, angalia jinsi ambavyo inaendelea kuwaka moto, jambo ambalo linahatarisha maisha ya wakazi mbalimbali wanaoishi katika eneo hili. Kutoka eneo la Sinza Palestina, jijini Dar es Salaam, Samaela, ITV.